Yes, bwana, mambo vipi? Popote pale live make sure una subscribe kama ni marako kwanza. Leo tuna moja kati ya stori kubwa kabisa ambayo ni mechi eh, ya uchambuzi mechi ya uh, Real Madrid vs Arsenal. Lakini pia katika uh, usiku wa kihistoria kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu, Arsenal iliendeleza ubabe wake zidi ya Real Madrid kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja na kufuzu kwa nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya kwa jumla mabao matano lakini pia ushindi huu umeweka rekodi mpya kwa Arsenal ikiwa ni mara ya kwanza kufika hatua hii tangu 2009. Lakini pia tuku mutasa a mechi ya leo, dakika 65, Bukayo Saka alitafuta aliweza kufuta makosa yake e, baada ya kukosa penalti ya mwanzo kabisa kwa kufunga bao la kwanza kwa ustadi mkubwa akipokea pasi ya Mikel Mareno. Lakini pia dakika 67, Vinicius Junior alisawazisha kwa Real Madrid baada ya kushinikizo kali kwa safu ya ulinzi ya Arsenal. Kwenye pia dakika 90, Gabriel Martinelli alihitimisha ushindi wa Arsenal kwa bao la pili akitumia nafasi ya kushambulia kwa kasi katika dakika za mwisho. Lakini pia tu takwimu za leo umiliki wa mpira. Real Madrid waliweza kumiliki mpira kwa asilimia 66.1 huku Arsenal wakimiliki mpira kwa asilimia 33.9. Lakini pia mashuti yalioelekezwa golini, Real Madrid akiwa na mashuti matatu huku Arsenal akiwa na mashuti sita kona kutoka kwa Madrid alikuwa na kona kumi huku Arsenal wakiwa na kona nne. Kadi za njano tu Real Madrid walikuwa na kadi za njano zipatazo tatu, lakini pia Arsenal wakiwa na kadi za njano mbili lakini pia tu VAR, kulikuwa na mamuzi mawili makubwa ya eh, ya VAR. Penalti ya Real Madrid ilikataliwa baada eh, ya VAR kubaini kuwa hakuwa na kosa kwa Kylian Mbappe. Lakini pia pia penalti ya awali Arsenal ilikubaliwa baada ya VAR kuingilia kati. Sasa majeruhi, uh, kwa Kylian Mbappe alazimika kutoka uwanjani kwa kutokana na majila yake, ambayo jambo linazowezekana kuwasili katika mechi ambazo zinazofuata kwa mchezaji huyo, lakini pia Asano, sasa itakuwa na e, e, mtu mwingine ambaye anamsubilia psg katika nusu fainali ya ya mbingwa hii ni nafasi ya kipekee kwa kikosi cha mikel ateta kuendeleza e, kuandika historia na kufikia fainali ya kwanza ya mashindano hayo tangu 26 sasa ushindi huu wa ya madrid na ushahidi wa ukuaji wa imara na kikosi cha arteta kwa nidhamu ya hali ya juu, mbinu bora na uchezaji wa kujituma, Arsenal inaonyesha kuwa ni timu ya kuogopa barani Ulaya. Mashabiki wa soka watakuwa na hamu ya kuona jinsi watakavyokabiliana na PSG katika hatua ya nusu fainali. Hii ni Kali Sport, make sure unasubscribe ili kuwa mtu wa kwanza kupata kila stori zote ambazo zinazo trend kupitia mitandao mitandaoini, lakini pia make sure undrop comment yako, pia make sure unasubscribe like and the comment. Till the next time. Bye-bye.